Matendo ya mitume 19. Paulo alikaa katika mji wa Efeso kwa muda wa miaka miwili. Watu wa Efeso walikuwa wanaabudu mungu wa kike aitwaye Artemi au Diana. Walikuwa na hekalu kubwa sana walilolitukuza na walitengeneza vinyago vya chuma na fedha walivyoviita miungu yao. Wafua chuma walipata pesa nyingi kwa kuuza vinyago hivyo, na watu waliamini kuwa vingeleta baraka. Hata leo watu wengi bado wanaabudu vitu miti vitambaa, fedha au mali badala ya kumwabudu Mungu wa kweli. Wengine huambiwa wanunue vitu vya baraka, lakini hayo ni ushirikina, si imani ya kweli kwa Mungu. Siku moja mfua fedha aitwaye Demetrio alikasirika kwa sababu watu walianza kumwamini Mungu wa kweli na kuacha kununua vinyago vyake. Akaona biashara yake inapotea. Ya basi, akaita mafundi wenzake na kuambia Huyu Paulo anawadanganya watu, kusema miungu tunayotengeneza kwa mikono si miungu halisi. Tukiendelea hivi, biashara yetu itaangamia. Maneno hayo yakaamsha hasira kubwa, watu wakaanza kupiga kelele wakisema, Artemi wa Waefeso ni mkuu. Mji mzima ukajaa vurugu, wakamkamata Gayo na Aristariko, wafuasi wa Paulo, wakawakimbiza kwenye jumba la michezo. Paulo alitaka kuzungumza nao lakini rafiki zake wakamzuia wakijua angeweza kuuawa. Watu walipiga makelele kwa masaa mawili, wengine hawajui hata kwa nini walikusanyika. Walifuata mkumbo tu. Hivyo vivyo leo, watu wengi hujiunga na mambo bila kuelewa ukweli. Wengine husema wengi wape, lakini katika mambo ya imani ukweli haupimwi na idadi ya watu, bali kwa neno la Mungu. Mwishowe karani wa mji, yaani kiongozi wa serikali, akasimama na kuwaambia watu watulie. Akasema wahubiri hawa hawajafanya kosa lolote, hawajamtukana Artemi. Kama kuna kesi, pelekeni mahakamani, si kwa fujo. Tukifanya ghasia, tutashtakiwa na Warumi. Baada ya kusema hivyo, watu wote wakatulia na kurudi nyumbani mwao. Kama watu wa Efeso walivyoshindwa kutambua ukweli, watu wengi leo huamini vitu badala ya Mungu. Wengine huamini nguvu za pesa, teknolojia au watu maarufu kuliko neno la Mungu. Lakini Biblia inatufundisha kumtegemea Mungu pekee. Usiwe kama umati, usifuate mkumbo. Fuata ukweli unaonekana katika maandiko. Ee Bwana, nisaidie nisiwe mtu wa kufuata mkumbo, bali niwe na msimamo wa kweli. Nipe hekima nifanye yale yanayokupendeza wewe. Maswali ya kujiuliza. Demetrio aliwachocheaje watu mpaka wakafanya ghasia? Karani wa mji aliwatulizaje mafundi wa fedha na umati wa watu? Kwa nini ni rahisi watu kupayuka au kufuata mkumbo bila kuelewa ukweli? Ni mambo gani leo yanaweza kuwa miungu kwetu bila kujua? Lakini unajifunza nini kuhusu kuwa na msimamo katika imani yako? Usifuate umati, fuata ukweli wa Mungu. Mungu mmoja wa kweli hastahili kugawanywa na sanamu au mitazamo ya wanadamu. Mtazamaji kwa siku ya leo tumekuwa na wakati mzuri sana kujifunza kuhusiana na waefeso na mungu wao wa kike artemi na tukaangazia kutoka matendo ya mitume 19 hadi wakati mwingine mimi ni ustasela joni